Kutokana na kuwepo kwa ajali za mara kwa mara zinazotokea kwa kufanana katika maeneo korofi barabarani, kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa imefanya ziara yake maalum kukagua na kubaini maeneo hayo korofi katika barabara kuu ya mkoa wa Iringa kutokea Morogoro kuelekea Mbeya ambapo kamati hiyo imeagiza wakala wa barabara Tanzania TANROADS kufanya marekebisho na maboresho katika maeneo hayo ili kuhakikisha usalama kwa watumiaji wa barabara na kudumisha ubora wa miundombinu hiyo. Maeneo ya barabara yaliyobainika kuwa na changamoto zinazohitaji marekebisho ni maeneo yenye mistari inayomruhusu dereva kuyapita magari mengine, yaani kuovertake, ili yali eneo hilo lina mteremko mkali. Maeneo mengine ni yenye madaraja yanayojaa maji wakati wa msimu wa mvua. Maeneo mengine ni maeneo ambayo alama za pundamilia zimefutika na matuta ya barabarani yasiyokuwa na alama yoyote. Maeneo mengine ni yale ambayo vibao vinavyoonyesha mwendokasi unaostahili kupita nao eneo hilo vimeng'olewa, na mwisho ni maeneo yanayotumika kwa ukaguzi wa magari ambayo vituo hivyo kutokana na sehemu vituo hivyo vilipo, sio salama kwa magari kusimama, na sio salama wakati gari linaingia na wakati gari linatoka kukaguliwa ili lirudi barabarani kuendelea na safari. Namna ya barabara ilivyo sio mahali rafiki kwa shughuli ya ukaguzi wa magari, lakini pia haitoshi Tulishafanya utafiti kwa barabara nzima hii kutoka Nyororo, hili eneo ni Black Spot mpaka mbara Maziwa. Eneo lolote ambalo ni black spot ni eneo hatarishi, halistahili kufanya shughuli zozote za kukaguzi wa magari ambazo zitasababisha msongamano wa magari. Kwa mfano, tumeona hapa gari kubwa likiingia, namna ya kutoka linatakiwa litoke lizuie barabara yote. Sasa katika utaratibu wa kuzuia barabara yote, unakuta kuna magari mengine yanakuja na hapa ni mteremko, kitu ambacho kinaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo hatutegemei kuona sehemu hii ina, inaendelea na ukaguzi wa magari kwa ajili ya usalama wa vyombo vya moto na mali zingine za watu. Kwa hiyo nishauri tu kwamba mamlaka zinazohusika ziangalie utaratibu mwingine wa kufanya kama ni swala la ukaguzi wa magari basi watafute eneo rafiki ambalo linaweza kufanya shughuli hiyo si kama kamati tumefika eneo husika kuja kufanya ukaguzi na uh, tulichokiona katika eneo hili sio eneo rafiki kulingana na nature, na topografia eh, ya eneo lenyewe lilivyokaa kwamba ni eneo hatarishi na katika maainisho ya ambayo yalishafanyika na ofisi ya TANROADS mkoa wa Iringa ni sehemu mojawapo ya eneo hatarishi kutoka eh, eneo la Nyororo mpaka Mbala maziwa ni eneo ambalo limeshaainishwa kwamba ni maeneo hatarishi, na ndio maana hata vibao vimeweka vibao vya warning katika ile eneo kwa ajili ya kutoa tahadhari kwa watumiaji wa barabara hususan magari ikiwepo eneo hili ni eneo ambalo liko katikati ya eneo ambalo limewekewa vibao. Kwa hiyo tunashauri kwamba kwa kipindi hiki basi, kama inaonekana ni lazima hicho kituo kwa ajili ya ukaguzi kiwepo, basi iweze kuwasilishwa katika ma, e, ofisi husika au maeneo husika kwa ajili ya kutafuta eneo ambalo litakuwa rafiki kwa ajili ya ukaguzi au kwa shughuli. Hapa, hapa tuko eneo la Idetero ambalo ni wilaya ya Mufindi lakini tuko na kamati ya usalama barabarani ya mkoa. Tuko tunafanya ziara fupi ya kukagua miundombinu ya barabara lakini na maeneo mengine ambayo ni hatarishi. Aa, tumeona maeneo mbalimbali ambayo tumeainisha lakini bahati nzuri tuko na wenzetu TANROADS ambao wanahusika na e, miundombinu ya barabara kwenye matengenezo na ukarabati, wameona na wameahidi kuyafanyia kazi lakini pia kuja kuona hili eneo kwa sababu lilikuwa na mapendekezo kwamba litumike kukagua magari lakini nadhani e, kama ambavyo mwenyekiti wetu wa kamati ameelezea na pia e, mtaalamu kutoka TANROADS ni eneo sio rafiki. Ukiona miundombinu yake upande wa kulia na kushoto kote ni mteremko, hapa katikati imekuwa mabezi, kama kwenye bakuli. Sasa magari yanapotoka upande wa kulia na kushoto yanakuwa yanaporomoka, ambayo ni mazingira ambayo si rafiki, hata kama tuta deploy askari, lakini e, mazingira yake ni magumu lakini pia uingiaji barabara, barabara wa barabarani gari linachukua barabara yote nzima kitu ambacho kinaweza kusababisha hatari zaidi kwa wengine wa barabara kwa hiyo observation ambayo imetolewa na kamati hapa ni kwamba e, itafanyika pia review na wenzetu wa TANROADS lakini kilomita hamsini kutoka hapa e, ni, e, e, ni eneo la Makambako ambacho ndio kituo cha ukaguzi wa magari e, kutoka e, mpakani kule Tunduma na maeneo mengine ambapo sasa kutoka pale kuja hapa ni mwendo mfupi kiasi kwamba ya wasafirishaji ambapo ilitokea siku za nyuma, ndio maana vituo vinne tu, e, kwa huu shoroba wa nyanda za juu kusini kwa nchi za SADC kwamba vitakaguliwa katika maeneo ambayo yameainishwa, ambayo moja wapo ni Makambako, lakini pia kuna kule Tunduma, kingine ni pale vi, e, Vigwaza, lakini kwa hapa katikati vituo vyote vile vingine viliondolewa. Kwa hivyo kuna vituo vinne tu vya ukaguzi, ambapo sasa kwa hapa ni jirani mno. Kwa hivyo vinginevyo, sisi tunaendana na ziara yetu kama kawaida, kama kamati ya usalama barabarani kuona maeneo mengine ili kuweka maeneo katika hali ambayo yatakuwa rafiki kwa watumiaji wa barabara.